Vurugu zimeshuhudiwa katika kaunti ya Isiolo, nje ya bunge la kaunti hiyo walikokuwa wawakilishi wa wadi wanaopanga kumwondoa gavana wa kaunti hiyo Abdiguyo. Inaaminika kwamba watu waliotumwa na uongozi wa kaunti hiyo wamevamia bunge wakiwa na silaha. Baadhi ya wawakilishi wadi kumi na sita waliosemekana kuunga mkono hoja ya kumbandua gavana wa kaunti kusemekana kuwa ndani ya jengo hilo. Hoja iliyowasilishwa na mwakilishi wadi wa Sericho, Abubakar Godana, ilikuwa pamoja na shutuma za Guyo kutumia afisi ya serikali vibaya. Aidha, mahakama kuu imesitisha kubanduliwa kwake na kupeana amri ya kusubiri hadi wakati kesi hiyo itasikilizwa na kuamuliwa. <coughs>